Kwa levo au kwa ngazi ya mtoto kwa umri wa mtoto, mtoto ali, mwenye miaka mitatu mpaka sita application hii hapa ya ABC Kids ni application ambayo u, inaweza ikamsaidia mtoto kujifunza kirahisi. Hii application inamsaidia mwanafunzi kuweza kuumba herufi Q, herufi Q, unajua jinsi ya kuandika eh, unaona kabisa hapa, hii application inaonyesha kabisa ianze wapi kwenda wapi, ah inapelekwa hivi mm, kushoto huku inakuja inamalizikia upande huu hapa afu, nakwambia lazima umalizikie kuandika hapa. Hii application inamsaidia wanafunzi kuweza kujua kuumba nini? Kuumba herufi kwao ni rahisi sana kuweza uea kujifunza kutumia hii application sawa. So, aishi hapa mfano tuangalie mfano mwingine labda um, badala ya mtoto kuandika P unajikuta anaandika bla ngapi? Anaandika 9. Kwa hiyo lazima mtoto ajue. Hii inapo unafaa unavyoona hapa application inaelekeza. Mtoto anzie wapi kuandika na ishie wapi. Akifanya mazoezi mengi sana kupitia hii application itamsaidia yeye kufanya nini? Kuweza kuumba herufi zake kwa umakini. Kwamba nakumbuka ah, kumbe jana nilijifunza. Na ukumbuke, watoto wananasa sana, kumbukumbu zao ziko makini sana, hasa kupitia sayansi na teknolojia, hasa kupitia simu au kupitia iPhone, iPad yako au kupitia kishikwambi chao kwa namna moja au nyingine au tuseme kupitia application. Watoto wengi sana wapo wapo wepesi vitu, wapo wepesi kudaka vitu, wapo wepesi kushika vitu, na vile vitu akishika kwenda kuvitumia darasani kwake ni rahisi kwa sababu tayari ameshakutana navyo. Akiwa wapi? Akiwa nyumbani. Lakini hii application haijaishia tu kumsaidia wanafunzi kuweza kufanya nini kusoma na kufanya kuumba herufi lakini pia inaonyesha kabisa hii application uh, hii application pia inaweza ikamsaidia mtoto kutaja vitu. Inaweza kumsaidia mtoto kutaja vitu anavyoenda uh, shuleni, anakutana zile nyimbo, A for apple, B for ball, okay, C for cat. Lakini akirudi nyumbani wakati mwingine ukimpa uh, interact na application kama hizi hapa, kuna vitu vingine ambavyo kwake vinakuwa vimeongezeka. Anavyoingia darasani anakutana na mwalimu, lakini anakuwa amefanya nini? Ameshakutana navyo wapi? Ameshakutana navyo nyumbani. Kwa hiyo application inamfundisha zile alphabetically vizuri, na kwa maana nini? Inaweza ikamsaidia kufanya nini? Kujifunza kirahisi. Kwa hiyo hizi application zinamsaidia yeye kuweza kufanya nini? Kujifunza kirahisi zaidi. Okay. Hii application ukidownload utakutana na hizi katuni. Um, hizi katuni, uh, ni Lucas na friends. Nitaimba kabisa, nitakwambia kabisa, Lucas and his squad friends. Unaona kabisa hapa, hii application inamuonyesha mtoto C for cat, B for ball. Inamuonyesha kabisa kwamba D is just for dog. Ah, uh, inamuonyesha kabisa mwanafunzi kwamba sasa hii anaweza kujifunza kirahisi. Usimnyime mtoto kuinteract na teknolojia kuna wakati, mpe nafasi atumie ni teknolojia kama ninavyompa magame acheze games, lakini pia kwenye masomo. Kumbuka kwamba kuna vitu kama hivi vinarahisisha hii application ya ABC Kids, lakini kuna application isipo nyingi sana, unaweza kuzitumia wapi tano, lakini tutakuja nazo ambazo zinakuja zinakuja kuwa bora. Tunaenda kuchambua application bora moja baada ya nyingine. Okay, ah, lakini pia hii application haishii hapo. Okay, haishii hapo. Kuna vitu vingi sana ambavyo hii application inaelekeza na vitu vingi sana ambavyo hii application nafanya inaelekeza. Hapa kuna vitu vingi sana ambavyo application hii nafanya nini? Inaelekeza mm hapo, na kuna michezo kadha wa kadha ambayo inaonyesha hii application inayo. Una kuna kadi hizi hapa, anaweza kagusa mtoto, inamfungulia, hizi ni herufi gani, kwamba inataka itengeneze iunde neno fulani anapogusa, anafanya nini? Anakutana na mchezo kama hii, kwamba amegusa hizi zote ni i, lakini amegusa n hii hapa, lakini akigusa sehemu nyingine nakutana na, si, patia, ni, so, ni, na c iyo anasema hapana pale, mpaka atapopatia ndiyo inamwambia kwamba amefanya nini, amepatia sawa. Inakuwa amefanya nini, amepatia. Namna hii inamwonyesha kwamba mtoto anaweza akajifunza. Hii ni michezo ambayo inamchangamsha akili mtoto, kwamba ajue Mm, ainteract na teknolojia imsaidie hata atakapofika sekondari itakuwa kwake rahisi. Unajua, kuna wanafunzi wengine wanafika mpaka sekondari hawajui hata kutumia simu kuweza kupata notes, hawajui kupata kutumia simu waweze kufundishwa kupitia mtandao, hivyo wanajikuta kwamba ni wategemezi tu darasani. Kwanza watoto kama hao hata kusoma vitabu wengine ni wavivu, lakini ukiwasaidia kuinteract na teknolojia namna hii, basi unakuwa umewasaidia sana. Kwa hiyo mazoezi yaanza akiwa bado wadogo, wasione kitu mtoto anapokuwa ameshika simu akiwa hata mbeleni huko, ajue kwamba ni nini na. Uh, tuangalie kuna vitu vingine kadha wa kadha hapa kwenye hii application ya ABC Kids. Hii application ya ABC Kids ina vitu vingi sana, hapa naona kabisa kwamba inakwambia touch letters, gusa hizo herufi unagusa herufi hii hapa inakwambia umegusa, inaenda pale. Una, unagusa sasa zile ambazo zinafanana. Mtoto anakuwa anaelewa, eh aguse zile ambazo zinafanana, ni zinafanana tu, unagusa y hiyo hapa. Huu ni mchezo ambao inaweza kumsaidia mtoto kwenye hii app aweze kufanya nini, aweze kujua ha, atambue kwamba hii ni y, hii ni y, hii ni y, hii ni y, hii ni y. Anagusa y tu, anagusa y, y mm? achanganye basi. Mtoto anakuwa anafanya nini anaelewa kwa mtindo huu, inamsaidia kuweza kujenga uwezo wa kutunza kumbukumbu ya herufi, ni herufi gani. Basi tukutane wakati mwingine tena katika kuchambua application zingine. Hii inaitwa ABC, inaweza ikamsaidia mtoto kujua Kingereza, msamiati ya Kiingereza, jinsi ya kuandika herufi na kuziunda herufi vizuri. Basi tukutane tena wakati mwingine, kwa majina ya tabapomgaa usikose kusubscribe hii channel uweze kupata matukio mengine zaidi na zaidi.